si unasema utakula, alafu baada ya kula ujala, unajua ni mvivu sana kula wewe. Amnaenda kula baby. Sasa, baadaye, nataka nikikuona huo mdomo mchafuka mistiki mistiki, sawa? nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia chimama. Haya, poa baadaye. Ndiye gutasi na uwezo <tipa> wa kibajaji nakuambia kweli, usije niona mzugaji we. Kama unanipenda ma baby nipende, ila nakuomba usiniache kizembe we mana pesa sina, gari sina, nyumba sina, takupa nini? Na kama pesa sina, gari sina... Ah, baby. Yeah. Oh, Nilikuwa hapo muda mrefu nakusikiliza tu jinsi unavyoimba. Naimba, tunaimba, tunajaribu tu unajua kuimba tu unajua kuimba. Ongea. Kweli? Asante mwenzangu. Asante. Baby, nikuletea chakula. Asante. Karibu. Hivi vipi hatima ya mahusiano yetu? Yeah, jamani, hatima ya mahusiano yetu si ndio mimi nawe kuoana je? au kuna hatima nyingine amna? Um, ilo nimekuuliza tu nijue. Sasa umekuta hapa mnaima naofia ipo siku utakuja utaniacha utaenda zako mjini, utakuwa na watu wengine, mimi nitabaki peke yangu. Baby, sikia nikwambie

hakuna mwanamke mzuri na mrembo kama wewe. Asante, nashukuru. <laughs> Alafu na hizo nywele hizo leo kaso, nakupenda. Nakupenda pia. Kwa nini umeamua kunidanganya siku zote hizo na kutokuniambia ukweli? Samani, najua nimekosea sana, na mamangu anaumwa sana, anamota sasa hivi kitandani, na sijui kita ni lini atapona. Niliovea kukuambia kwa sababu nitakupa majukumu mengine. Napitia maumivu makali sana kwa sasa. Lini kumbuka yule ni mama, alafu mama yako wewe ni kama mama yangu mimi. Ile hali ambayo niliomkuta nayo pale mama Sizani kama kuna binadamu yoyote angemuona asingeumia moyoni mwake, ila kinachoniuma zaidi, kwa nini ulinificha hizo siku zote na kunidanganya kwamba kakako mgonjwa, kumbe ni mama? Sawa. mimi kipato changu ni kidogo sana, lakini nisingeshindwa kumsaidia mama. Chodin, najua. <tosikana> kwa chochote nitakachokipata, sikutoka na wengie katika maumi, maana najua kwailokwa nayo nikikuongezea mzigo, najua asingekuwa na furaha. Ndio maana nikaficha kwa muda mrefu, siajuaota Samani sana <laughs> ukimwangalia mama anapoteseka. Lini umenikwaza sana kuto kuniambia mapema kama mama anaumwa. <laughs> <laughs> najua nimekukosea. <Nijini> sana <laughs> sikutaka ujua yeyote, nitajitetunafula

Kipindi ambacho nalimalima hapa, kuna kitu nakifikiria sana, nikaamua bora niushirikishe. Uh, uh, lini unajua ni uh, mwanamke mmoja mzuri sana, na mimi wanavyonitazama kama hivi, kazi zangu amboga mboga, maisha yangu magumu. Kwa hiyo nimefikiria sana. Bora kuwachana. Amna, mimi sio kwamba nakutania, niko siriasi na ninamaanisha. Najua utajisikia vibaya sana lakini, hiki nachokiongea namaanisha na utapata mwanaume ambaye unaendana naye lakini mimi kila siku na najitahidi, hii hali ni zoegwa inakuwa na shida, itafika wakati tutakuja kuchiti kutokana na mazingira yangu. Kwa hiyo nimejishtukia ni mapema hapa, na vile useme hivyo kwa ndomo na mwana wako, kama kwa nini unanikatisha? Sikupenda, kwa nini hizo nanifanyia hivyo lini? mwanaume mwingine, hicho kitu ni rahisi kuongea kinyuni wako, ila kwangu mi naumiza sana, hasa kuachana na mtu ambaye ninampenda kwenye maisha yangu. Ni kama unaniweka gizani. Najua, naomba ni sawa sana, mimi nikaendelee na kazi